Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni wachimbaji wadogo kula. CCM yahidi kuwapa kipaumbele maeneo ya madini, lengo ni kuongeza ajira kwa vijana. Undani wa taarifa hiini katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Taja vipo vipaumbele kumi kanda ya kusini, habari katika ukurasa wa nne. Mwinyi kuinua kisiwa cha Tumbatu, ahidi kuifanya wilaya, kujenga barabara za zege, boti za uvuvi. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti Sendeka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 pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu, analo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, mapigano yaua watano Tunduru, ni wakulima na wafugaji, yaliyojeruhi pia watu watatu, polisi watia timu wakamata watuhumiwa 15 watu onyo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili nduguu ni ya Marco Chilia, RPC Ruvuma, ikisema tunaendelea na uchunguzi wa kina. Baada ya kukamilika, watuhumiwa wote watapelekwa mahakamani. Tunatoa rai kwa wananchi kutatua migogoro kwa njia za kisheria badala ya kutumia nguvu. Mahakama yaombwa Hmnyika waswekwe ndani, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Samia ahitimisha kaskazini, akisisitiza kilimo, ufugaji. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gen Z waliombeba Rajoelina wanavyomsumbua Madagaskar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini wa gazeti hili. Sura mbili, ndoa za wenza kuishi mbali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Nipashe Mwanga jamini nalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Samia ahamasisha ushindi mnono CCM. Ataka kila anayejiandikisha kujitokeza, asema CCM ni mlezi wa vyama vya siasa. Kusini mwa Afrika ahidi makubwa kiuchumi, Manyara. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwinyi Othman, mchuano mkali wa rais Zanzibar. Habari katika ukurasa wa tatu. Mbaroni tuhuma za mauaji, mapigano kulima wafugaji. Habari katika ukurasa wa tano. Mwanamke awa askofu mkuu wa kwanza anglikana duniani. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Vigogo Chadema buruzwa mahakamani, madai kukaidi amri. Habari katika ukurasa wa tano. Maisha yalivyo kila ndoto unayoota ina sababu. Habari katika ukurasa wa kumi na moja. Lakini pia gazeti Nipashe ya michezo limeandika Simba Sports Club yafunguka, inamwamini Pantev. Habari katika ukurasa wa ishirini na nne. Na hivi ndivyo ambavyo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 kwa wavuvi, asema ili kuongeza kasi ya uvuvi nchini, serikali imetenga fedha kununua mitambo kuondoa magugu katika mito na maziwa yote. Huu ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM inayosisitiza mpango wa matumizi bora ya bahari kuleta manufaa kwa wananchi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, ndugu yake, ikisema moja ya kazi hiyo ni kuondoa magugu katika maziwa mbalimbali mbali nchini serikali imejipanga vyema, ilani imetuelekeza kufanyia kazi maeneo hayo. Nchimbi anika mafanikio ya upimaji wa ardhi kisasa, habari katika ukurasa wa tatu. Jinsi ya kutunza moyo uwe na afya, habari katika ukurasa wa nane. Malezi, umuhimu wa kuwasaidia watoto kuelezea hisia zao habari katika ukurasa wa kumi na tano. Gazeti hili limeandika Majaliwa ahudhuria uapisho wa Rais Mutali Kamalawi, habari katika ukurasa wa tatu. Mgombea wa UDP apania kuimarisha zao la karafuu, habari katika ukurasa wa kumi. Mwinye Haidi ujenzi gati kisiwani Tumbatu, habari katika ukurasa, ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele.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 malawi gazeti hili limeandika dua zetu kwa ay fedq habari katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili nyuma pazi ya pazia hukumu ya didi habari katika ukurasa wa kumi na tatu miezi hamsini alihukumiwa pididi ambayo ni sawa na miaka minne na miezi miwili mtu kati amorim anahesabu siku tuman united habari katika ukurasa wa pili ijayo ni oktoba kumi na tisa liverpool dhidi ya manchester united anfield EPL leo Jumapili ni brentford dhidi ya manchester city saa kumi na mbili jioni. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele magazeti ya habari. Habari za michezo na burudani, ukurasa wa nyuma wa gazeti habari leo umeandika kamati ya shusha rungu ligi kuu bara. Singida yapokea kifalme nyumbani, habari katika kurasa za ndani. Yanga yajipanga na safari ya Malawi, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kushoke achia wimbo mpya, habari katika ukurasa wa 21. Mahakama da yahamasisha mazoezi habari katika ukurasa so, wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti Habari Leo linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwaheri kwa sasa. Shekhe Mkwamba kutoka Tanga sasa yupo jijini Arusha, Clown Villa Hotel atafanya dua maalum kwa wanaosumbuliwa na maradhi na changamoto zote za kimaisha. Mpigie simu namba 0678 121 625 WhatsApp namba sifuri saba tano mbili tatu nane nane tatu mbili tisa kwa walio nje ya Tanzania.